Ndugu wanahabari, tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya tukio la mauaji ya Bi. Yokibeth Philipo Sindila miaka 29 yaliyotokea siku ya tarehe 20 mwezi wa 6, 2025 majira ya saa nne usiku huko eneo la Mnarani Mjimwema, katika mji wa Njombe. Napenda kuutaarifu umma kwamba mnamo tarehe ishirini mwezi wa sita ishirini ishirini na tano majira ya saa nne usiku huko eneo la Mnarani katika kata ya Mji Mwema, Bi. Yokibeth Philipo Sindila miaka ishirini na tisa mbena, huyu ni kondakta wa mabasi ya Kalubandika alikutwa akiwa ameuawa kwa kupigwa na kitu kizito kwenye paji la uso katika tukio hili Jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi wa tukio hili na kama kuna taarifa zozote kutoka kwa wananchi juu ya tukio hili au mtu aliyetenda tukio hili tunaomba ushirikiano ili kuweza kumkamata mtuhumiwa na kuweza kumfikisha katika vyombo vya sheria. Vilevile tunapenda kutoa wito kwamba watu wote ambao wanatenda uhalifu wasione kwamba wako salama. Jeshi la polisi tunaendelea na doria kali kuhakikisha kwamba hakuna uhalifu katika mji wetu wa Njombe, na yeyote atakayebainika kutenda matukio ya kihalifu, basi sheria itachukua mkondo wake.